Ndugu zangu, nilisema aliyopita sindwele tugange yajayo. Lililopita limepita, kwa maneno tunasikia liko jengine linapangwa kini. Inshallah Mola hatosimama nao, litapeperuka lakini nataka niseme, nataka niseme Nilimsikia mmoja kati wa waandaji wa nje anasema, hebu tarehe tisa liakhirisheni, nendeni subirini Krismas kwa sababu sasa hivi wamejipanga. Nataka niwaambie, wakati wowote wakija tumejipanga, wakati wowote wakija tumejipanga.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 ndani ya nyumba, nyumba tu, baba ukesha mkera mama, ukimrudia jiona wakuambia sitaki mpaka ufanye hili na hili na utafanya ili maridhiano yaende. Uongo kweli. Sasa serikali haipewi masharti hayo, serikali haipewi masharti hayo. Labda serikali ya wanafunzi kwa walimu wao, hilo linakuwa Serikali ya wanafunzi hamtapata hili hili hili mpaka mfanye hivi, wanafunzi watafanya, lakini sovereign state yenye kujielewa na kuendesha mambo yake, mm -mm, mm -mm, mm -mm. Kama ni Watanzania wa kweli na wanaume na Watanzania kama wanavyosema, maana mara nyingi wanasema oh, tunasema kwa ajili ya wananchi. Unajiuliza wepi, wepi kwa ajili ya wananchi. Wananchi walishasema, walishatoa maamuzi, wameipa CCM asilimia tisini na saba. Hayo ndio maamuzi ya wananchi. Wananchi wanao wasemea wao wepi? Alafu wanahoji kwa nini asilimia tisini na saba, kwa nini isiwe. Waswahili wanasema paukwa pakawa, wao hawakuwepo na wale kumi na sita waliokuwepo ni wadogo sana. Wao ambao wangetingisha CCM hawakuwepo, hakukuwa na Chadema hakukuwa na ACT, ndio ambao tungekwenda nao, na sisi tulijitayarisha kwamba tunakwenda kupambana na vyama vyetu vikubwa. Hawakuwepo, mwananchi afanyeje? Tunataka kuambia hata hawa wafuasi wao walipigia chama cha mapinduzi walipigia Chama cha Mapinduzi. Wale wanaohoji kwa nini asilimia tisini na saba, hiyo ndio kilichotokea. Ni asilimia tisini na saba ya waliopiga kura, sio ya watanzania wote. Ya waliopiga kura ni asilimia tisini na saba. Kazi imefanyika, kampeni imefanyika, na watu wameelewa, wamepiga kura, na Mungu ni mkubwa, kwamba lile bala lao walilianza saa tano sijui sita Watu walishajipeleka mapema asubuhi wakapiga kura wakaondoka. Mungu ni mkubwa hasa kwenye miji, hawakufanya kote, hasa kwenye miji. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi ni Watanzania. Tanzania itajengwa na Watanzania. Jeraha limetokea, lazima sisi Watanzania tutibu jeraha letu.